Sehemu iliyopi, iliyopita, a eh, Julia alikabiliwa na cha, chaguo gumu kati ya kumua dok do, do, Igoba au kuendelea kuwa, ma, kuwa ma, mateka wa uovu wake. Mama yake alikuwa hoi masatu akiwa chini akivuja damu, na Igoba akisimama mbele yake akiwa na tabasamu la kishetani. Sasa tuendelee. Ukumbi mzima wa hospitali ulikuwa kimya kupita kiasi. Mashine zililia taratibu kana kwamba nazo zilikuwa zinashuhudia uamuzi wa, wa hatima. Julia alishika kile kifaa cha chuma kwa mkono unaotetemeka. Macho yake yalikuwa mekundu, pumzi nzito zikimtoka. Igoba alimkazia macho akijua muda huo ndio uliomfanya awe na nguvu kwa miaka yote kuwafanya watu wawe na hofu. Sasa ilikuwa inakaribia mwisho. Masatu alijaribu kuinuka lakini nguvu zilikuwa zimemwishia. Alimwangalia Julia kwa macho ya kumwomba asikubali tena minyororo ya uovu. Julia alimtazama mama yake kisha akafumba macho kwa sekunde chache kana kwamba anaomba msaada wa mwisho. Alipoyafungua tena kulikuwa na mabadiliko. Hofu ilikuwa imeanza kubadilika kuwa hasira tulivu. Kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, Julia alimwambia Igoba kuwa amekubali kufanya upasuaji huo lakini kwa masharti yake. Igoba alitabasamu akijua ameshinda. Aliwaamuru walinzi wamchukue Masatu, wamweke tayari juu ya meza ya upasuaji na watoke nje, akisema anataka upasuaji uwe wake yeye na Julia peke yake. Walinzi walitii, mlango ukafumbwa na chumba kikabaki na hewa nzito ya siri. Mara walinzi walipotoka, Julia alisogea karibu na Igoba kana kwamba anataka kumsikiliza kwa makini, lakini kwa haraka isiyotarajiwa alimsukuma Igoba upande wa meza ya vifaa, akachukua sindano moja na kuichoma kwenye mkono wake. Igoba alishtuka, macho yakimtoka kwa hasira, akamuuliza amenichoma nini? Julia akamwambia hiyo ni dozi ndogo tu ya kumfanya awe dhaifu kwa muda si ya kumua. Alimwambia vita yao haingeisha kwa damu ya ghafla bali kwa kumvua nguvu zake taratibu. Masatu alipata nafasi ya kuinuka na kujificha nyuma ya mlango. Julia alikimbia kwa mama yake na kuanza kufanya kila alichoweza kumnusuru akijua muda ulikuwa adui mkubwa. Igoba alijaribu kupiga kelele lakini sauti yake ilikuwa nzito, miguu ikaanza kulegea. Alitambua kwa mara ya kwanza kuwa Julia hakuwa tena yule daktari aliyekuwa anamtumia kama chombo chake. Ghafla kengele ya hospitali ikalia. Sauti za askari zilianza kusikika mbali. Kumbe Dr. D alikuwa amewasiliana na askari muda mrefu. Igoba alicheka kwa tabu akisema, hata wakimkamata bado ana watu wengi serikalini na siri nyingi ambazo Julia hataweza kuzificha. Alimwambia, umenifunga leo lakini kesho nitakaporudi, wadui wangu utakuwa mkubwa zaidi. Askari waliingia kwa nguvu, wakamkamata Igoba aliyekuwa hana nguvu tena. Julia alianguka chini karibu na kitanda cha mama yake, machozi yakimtoka kwa uchovu na maumivu. Masatu alimsogelea na kumwambia kwa sauti ya chini, kumpa matumaini Wakati askari wanamtoa Igoba nje aliangalia nyuma na kumtazama Julia kwa tabasamu dogo la kutisha, akasema kwa sauti ya kujiamini, ujui ulichokifanya Dr. Julia. Usiku huo huo Julia alipokuwa amekaa peke yake pembeni ya mama yake, simu yake iliwaka. Ujumbe mmoja mfupi ukaonekana kwenye skrini. Ujumbe huo ulisema, tumemalizana naye, sasa ni zamu yako, sasa ni zamu yako. Moyo wa Julia ukasimama kwa sekunde chache. Aligeuka polepole pole kuangalia dirishani akiona kivuli kikipita nje ya chumba. Nini kitafuata? Je, Igoba kweli ameshindwa au huu ni mwanzo wa uovu mpya? Ni nani aliyetekwa na kwa nini anahusishwa na Julia? Hakikisha una subscribe, una like na kushea. Asante kwa kunisikiliza kunisikiliza daizi.